Futa namba yangu sehemu ya kwanza. Ni kwa mara nyingine, wale wakali wa simulizi za sauti, tunakuletea simulizi iitwayo futa namba yangu, ikiwa ni maandishi yake Joji Aya ni Mosenya na sauti ya Hilali Alekisanda Ruhundwa. Kwa pamoja, tunakuletea mkasa huu wa kweli wa maisha uitwao futa namba yangu, mkasa ambao ukiusikiliza hadi mwisho utajiuliza maswali katikati ya safari, na kisha majibu yote utayatoa wewe mwenyewe na kisha kujitafakari. Karibu sasa tuianze kwa pamoja, sehemu hii ya kwanza. Baragumu la mapenzi liliunguruma katika mazingira ambayo sikuyatarajia ya asilani. Sikuwa nimelewa lakini tayari chupa kadhaa za kilevi zilikuwa zimenichezea shere kwa kuingia katika tumbo langu zikipenyeza katika koo na kisha kwa usiri mkubwa zikahamia kichwani taratibu na kisha kuanza kukolea taratibu. Hazikuniyumbisha, lakini zilinichangamsha kiasi cha kunyanyuka na kujumuika na wanamuziki waliokuwa wakiimba katika jukwaa lisilokuwa rasmi ndani ya ile baa. Walikuwa wakiimba nyimbo za wanamuziki wa zama hizo kwa madaha ya hali ya juu, kana kwamba walihusika katika kuandika beti za nyimbo zile. Ilikuwa ni live band, mmoja wapo kati ya burudani ambazo nikitaja burudani zangu tatu bora, yumkini kajihifadhi katika nafasi ya pili ama ya kwanza. Ninapenda sana kusikiliza muziki wa aina ile. Nikaanza kulisakata rumba, katika kufuata midundo ile nikakumbuka kuwa ni tofauti na ilivyowahi kuwa katika juma moja lililopita. Siku hii ikawa tofauti na juma moja ya nyuma. Nilikuwa na sakata rumba na mbele yangu alikuwa ni mwanadada mmoja ambaye alionekana kuliweza vyema rumba kama ilivyokuwa kwangu, siku hii nilikuwa peke yangu. Nikakumbuka kuwa alinipa ahadi kuwa hata siku hii angekuwepo mazingira yale, lakini hakutokea. Juma lililopita wakati anazungumza maneno yale ya kunihakikishia kuwa kila mwisho wa juma huwa anafika eneo lile, alikuwa amelewa chakari lakini hakusahau namna ya kucheza na katika ulevi ule, kuna maneno alikuwa nayazungumza kwa kurudia rudia, maneno ambayo sikuyatilia maana ni kabisa. Sijui aliondoka wakati gani, lakini alitoweka akiwa na nanisisitiza maneno yale yale, maneno niliyoamini anayasema kwa sababu ya ulevi umekichota kichwa chake. Nikachagua kumpuza na kwenda kinyume na kile alichokuwa anasema. Nilienda kinyume huku nikitabasamu na kujipa pongezi kwa kichwa changu ambacho hata kikumbwa na ulevi kiasi gani, asilani siwezi kufikia hatua ya kuyumba-yumba na kuropoka kama alivyofanya mwanadada yule. Kumbukumbu zile za kumtarajia mwanadada yule zikanitoa katika mdundo ule hadi nje ya baa ile, ambapo palikuwa na utulivu wa kutosha kufanya mawasiliano. Nikaitwa simu yangu na kumpigia kwa mara ya kwanza tangu niitwae namba yake juma moja lililopita Nambari na aliyonitajia akiwa bado hajasombwa vizuri na ulevi, na alinaambia ananipatia namba kwa sababu mimi na yeye sote tunapenda muziki. Simu ikaita na kupokelewa upesi. Helo, nani? Sauti kavu ya kike ikaunguruma tofauti na ile sauti ya kilevi niliyoisikia ya juma lililopita. Mimi Barinabasi, wewe ni Chiku? Nikamuuliza ili kupata uhakika kama sijakosea namba. Ndiyo, mimi ni Chiku wewe ni nani? Hilo jina halipo katika simu yangu, yawezekana umenipigia kimakosa, au sio? Alianza kughadhabika. Sikuwa na sababu ya kumlaumu kwa sababu ni yeye aliyenipa nambari yake na hakupata wasaa wa kuchukua namba yangu. <laughs> Sijakosea ya Chiku, tulikutana hapa mawasiliano paki siku ile, wakati watukiustazi wanaimba, tulicheza pamoja kwenye live bendi. Bila shaka umenikumbuka eh? nikajaribu kuiweka kumbukumbu yake sawa ili tuupate mwanga katika maongezi yetu. o oh, brother, nilikwambia usichukue namba yangu. Kaka, tafadhali ifute na uisahau, haitakusaidia kitu katika maisha yako, itakuletea taabu tu zinazoepukika. Kwa sasa ifute hii namba bro, na kusii sana. Akazungumza nami maneno yale yale aliyowahi kuzungumza akiwa katika ulevi kwa kurudia rudia maneno ambayo niliamini kuwa ni pombe inamsaidia kuyatoa na wala siyo utimamu wake. Haya, sasa huyu wa sasa ni timamu kabisa na yupo katika utulivu, ameyarejea maneno yale kwa kusihi ile siku akiwa amelewa, ila hatua aliyokuwa akicheza na kulikaribia sikio langu, alikuwa anasema brother, hiyo namba niliyokupa ifute, usiisefu brother, hiyo namba futa kabisa. Nimefanya makosa ifute, hata kusaidia kitu katika maisha yako, tafadhali naomba nielewe. Katika ulevi wake sikutia agizo lake, na sasa katika utimamo wake tena ninampuuzia. Naamini kuwa ni zile hatua za kufanana za wanawake, pindi anapotambua kuwa mwanaume anamuhitaji kimapenzi, anatumia mbinu za kuiweka thamani yake juu, anajaribu kuonesha kuwa yeye siyo mwepesi kiasi hicho katika kuitoa namba yake ya simu. nikatabasamu baada ya kugundua kuwa mwanadada yule licha ya kunichimba mkwara juu ya kuifuta namba yake, bado hakuwa ameikata simu na alikuwa tayari kunisikiliza. Wanawake bwana, nikajisemea katika nafsi yangu, huku nikitabasamu, kisha nikaendelea kuyajenga mazingira. Kumbukumbu kumbu za jinsi anavyosakata rumba zinaniendesha kiasi cha kutamani kumwona tena na tena. Sikiliza Chiku, mimi sina nia mbaya kabisa Nimependa tuwe marafiki tu, tuwe tuna hang out pamoja katika starehe kama hivi. Nilipenda sana ulivyocheza rumba, hata wewe ulipendezewa na kucheza kwangu. Kama kuna mengineyo yatatokea kati yetu, mi nitayapokea, ila kwa sasa amini kuwa sijaelewa na ninamaanisha ninalolisema. Nataka uwe rafiki yangu wa faida, nikamchombeza zilikuwa ni hatua za awali za kumtangazia kuwa ninayo nia ya kuanzisha mapenzi naye. Nilikuwa najiamini sana linapokuja swala la kuzungumza na mwanamke ambaye yupo tayari kunisikiliza na mwenye nidhamu. Chiku alifanania na aina ile ya wanawake nikatambua wa kuwa atajaa kwenye kumi na nane zangu, nikaaminifika kuwa alikuwa amefanya kosa kubwa sana kunaachia yachiya nafasi nizungumze na yeye ananisikiliza, futa hiyo namba kaka. Nakuomba sana usiishi na hiyo namba, wewe ni kaka mzuri sana Barnabas. Ukiifuta hii namba utakuwa mzuri zaidi ya hapo, niamini ninayosema. Futa hiyo namba tafadhali. Akaweka pumziko akiwa ananisikilizia tena. Chiku hakufanania na wale wanawake ambao hupenda kuzungumza kama chiriku basi na kutoa nafasi ya kusikiliza upande wa pili, yeye alikuwa anazungumza kidogo kisha ananisikiliza na mimi maoni yangu Wakati yeye ananisikiliza mimi, mimi nilikuwa nimepagawishwa na sentensi moja tu, wewe ni kaka mzuri sana Barnabas. Mengine yote yalipitiwa na upepo. Niliamini kuwa sentensi ile ilikuwa imebeba majibu yote ya mahitaji yangu na lilikuwa ni suala la muda tu, kabla ya mimi na Chiku hatujapeana miadi ya wapi na lini tutaonana tena. Nikakazia hapo hapo hata lipokata simu yale mengine aliyo yasema yalikosa maana kwangu. Jambo ambalo sikulitambua kwa wakati ule ni kwamba sio kila barabara inamaanisha barabara katika maana ya njia. Kuna barabara kama njia na barabara kama sawa sawia. Laiti kama ningeelewa katika nyakati zile, haki ya mama yangu aliyetangulia mbele ya haki, nisingeisefu namba ile ya Chiku, ningeifutilia mbali na kumsahau kabisa katika maisha yangu. Jeuri za ujana na kiburi cha uzima kikanikoroga, nikaamini kuwa nayaweza maji yoyote, yawe ya mto, yawe ya ziwa, hata ya bahari. Nikafanya kosa lisilosameheka maishani. i ni sehemu ya kwanza ya mkasa huu wa kweli wa maisha unaoitwa futa namba yangu. Ni mkasa wa kusisimua uliobeba funzo kubwa sana kwa jamii. Tafadhali usikose kujumuika nasi katika sehemu ya pili ya mkasa huu. Mkasa huu umeandikwa na Joji aya ni mosenya wa simu nambari 35, 72, 73, 25 na katika sauti ni mimi Hilali Alexander Ruhundwa. Wasiliana nami kwa simu nambari 0713 338355. Usikose sehemu ya pili.